Hello, habari zenu, karibuni tena kwenye kipindi chako pendwa cha Pika na Saum, na leo naonyesha namna ya kumchoma kuku wa kwenye fryer jamani, namna ya kuandaa kuku na kumchoma kwenye fryer. Hapa nina kuku wangu, nimeshamuosha vizuri na make sure nampasua pasua kama hivi. Ehe, unamuosha vizuri kuku wako na nampasua pasua kama hivi. Baada ya hapo sasa kwenye ah, bakuli langu nitaweka mchanganyiko wa kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Nitaweka hii paprika poda nusu kijiko, na hii nayo ni nusu kijiko. Nitaweka hii unga wa manjano nusu kijiko kijiko kidogo jamani. Nitaweka chumvi kidogo, nusu kijiko. Utaweka hii chicken masala nusu kijiko, umeona? utaweka na ukwaju kidogo, ujatufunga uayaka ukwaju huu wa chumvi jamani, ukwaju wa chumvi kidogo. Utaweka ndimu, utaweka na maziwa ya mgando jamani. Kuku wa kuchoma kwenye fryer lazima uweke maziwa ya mgando. naona bado hapa, soya sauce moja, tulete soya sauce. Mnaona, sasa tutatia soya sauce kidogo, inafanya kuku wa laini. Tunatia na mafuta kidogo ya kupikia kwa ajili kuku asikakamae, eh. Baadaye hapo sasa tunachanganya mchanganyiko wetu vizuri Tuchanganya tutamiminia hapa kwenye kuku wetu, uekuchangana mchanganyiko wetu uko tayari. Sasa tunamiminia hapa kwenye kuku wetu. Jamani, ukiandaa hivi kuku wako anakuwa mtamu sana, ni watengana kuku wako kimchoma kwenye faya na kwa mzuru unafanyaje? Fanyaje? Ndiyo hivi jamani, ehe, ndio hivi namna ambavyo unapomwanda, unamkoroga vizuri, alafu unamweka kama nusu saa au lisaa moja akolee viungo. Baada ya hapo utakuja kumchoma. Ngoja kwanza tu- mchanganye vizuri. Goja tuchanganya vizuri. Mnaona sasa yuko tayari, nimemchanganya vizuri kabisa. Tunafunika, tunamwacha nusu saa au lisaa limoja au unaweza ukaweka hata masaa mawili, ndiyo anakolea viungo vizuri. Tutakuja kumchoma kwenye fryer letu, goja tusubiri. Jamani vipenzi vyangu, mimi kuku wangu nimemwacha lisaa lizima. Baada ya hapo sasa, nimemvuruga tena vizuri, sasa namweka sasa kwenye fryer langu kwa ajili ya kwanza kumchoma, jamani Jamani hivi namna ya kuweka hivi ni kwa ajili kwenye fryer hii hiro. Kama hauti kwenye fryer, basi usitie maziwa ya mgando. mm-hmm. namna hiyo unapanga vizuri sasa, ili kuku wako awe vizuri. Ninapenda kutia kitunguu maji, jamani, kama hivyo kidogo, lakini pia kama una nyanya pia fresh, unaweza ukatia hivyo. Basi tunaanza kumchoma sasa kuku wetu moja mm -hmm. Tumchome. Naona kuku wetu tunamgeuza sasa upande wa pili na Kani mnaona sasa kuku wetu wako tayari kabisa mm. Haya vipenzi vyangu, kuku wetu ndio hao wako tayari kwa kuliwa. Unaweza ukalia wali, unaweza ukalia pilau. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usiache kusubscribe kulike na kucomment. Na swali lolote niulize hapo chini kwenye comment.